Na ndiyo maana nasema kwa dhati kabisa kutoka moyoni, na Mungu alilinde sana jeshi la wananchi wa Tanzania pamoja na JK. Na ndiyo maana maombi yaliyokuwa yanapeperushwa ya, ya hapa, kwa mtu wa kawaida unayemuheshimu Mungu unashindwa kukataa. <laughs> Mererani oye! Jeshi la wananchi oye! Majeshi yetu oye! Na ndiyo maana nimeanza na kushukuru sana, tunaambiwa tushukuru kwa kila jambo. Mumeonyesha uwezo wa majeshi yetu, jeshi letu hilo hilo lililomtoa Nduli Amini, jeshi hilo hilo lililoshiriki kwenye ukombozi kwa nchi nyingine ambazo zilikuwa bado zinatawaliwa na wimbi la kibeberu. Jeshi hilo hilo liliopo kwenye mwaka 61 ninaweza kuliona kwamba lipo katika mwaka wa 2018. Hongereni sana jeshi.